Huyo mkuu hapa anasisitiza kubadilisha ndoto kuwa reality, na Dan na Pena, namba leo ni mangapi? Namba 15? Mhm, kumi na sita. Ya kwanza anasema logic can be a logical process which leads to a wrong conclusion. Hiyo <laughs> naielezeaje? Hii nimekuja kuanza kuielewa sana. Uh, unajua hili pia nadhani na ni psychological na philosophical pia, kwa sababu usipokaa vizuri unaweza kujikuta logic yako unaiformulate kulingana na logic ambayo umeisikia kwa mtu mwingine yani yani, hmm. Logic nyingi huwa ni, ni, ni relative. Kwa hiyo nadhani mwisho wa siku kama anavyoongea huyu bwana sijui pointi nyingine in zinazoendelea usipokuwa hmm, mtu wa kusikiliza your guts, your itakuwa ni logic ambayo umeisikia kwa mtu fulani, kwamba bwana kitu fulani kiko hivi, kumbe kwa sababu tu umesikia mtu mwingine anasema hivi. Ndivyo ninavyoielewa hii yeah, nafikiri ni kweli, kwa sababu gut gut instinct ambayo umeitaja sasa hivi na ulishaitaja last time, tulishakuiongelea many gut instincts ziko, unaweza ukasema ziko illogical. Ndio maana idea fulani ukimwambia mtu asemwe kichaa lakini ukipersist unaenda, unafanikiwa, uko mbele. Lojiki kumbe ina kazi yake, lakini <laughs> ni kazi kwetu sasa, tujue tunaitumia wapi. Ya pili anasema it isn't a case of taking a big chance, it is a matter of giving yourself a big chance. Kwa lugha nyingine wanasema show up. Amezungumza pia huyu bwana kwenye study zilizopita kwamba you must show up, okay.

Hii paralysis muhimu sana hii, muhimu sana naomba, na mimi nikazia hapo kwa sababu mm. uh, of course, watu wengi mkuwa mnaongea by theory, watakwambia bwana, yes unatakiwa ku develop slowly, lakini inapokuja kwenye swala la kuanza kufanya practically mm. wanapopata hisia ya kwamba matokeo yanaweza sio mazuri, watakwambia no, we we cannot do this, we must wait. Kwa mfano mm. hata mimi naweza mm. nikasema Uh, mwanzoni kabisa mwenye kufanya video zangu wengi walikuja wakaniambia, we, we, mm. wewe bwana unaanza kuzungumzia mambo ya uwekezaji, wewe kwanza umewekeza umejua kiasi gani? Huwezi wewe, subiri mpaka uwe mtaalam kwanza. Sasa swali linakuja mm. mimi lini nita, sasa mimi ni mtaalam? <laughs> <laughs> yani kona hiyo, huo muda hauwezi kufika na, na kweli nilijisukuma nikajisukuma, ila mwisho wa siku kajikuta ile pushi ambayo unajipatia inatafuta mfereji alafu, hmm. mara baada ya kupata mfereji, basi unaanza kuprogress kwenye ule mfereji ambao umeshakaa. Kwa hiyo ni kitu cha msingi hmm. lakini watu wa asilimia tisini hmm. ni rahisi wao kusema kwamba Bwana Yesu, unaendelea taratibu, lakini inapokuja wao kufanya kitu ambacho wanajua anaweza akawa criticize wengi, anasema hapana, siwezi kufanya hicho. Yeah, ni ni, ni, ni lesson moja nzuri sana kwamba huwa tunaahirisha tuna unaahirisha bado si si si yakamilika siya na utabaki hivyo hivyo utaparalize kama anavyosema hapo, mm. Na nukta ya mwisho anasema high, high performance people get paid for, for performing their hobbies kabisa, mm. Wanasema kwa nafikiri hii ndio inafaa kwamba sasa, hata kama biashara unataka kuifanya au unataka kudesign product yoyote, angalia ambayo ina inafiti ina hobby You will be paid for it, wakati wewe uko na enjoy na, kwa wachache waliobahatika kufikia level hii ndio wale ambao ukiwaambia work life, wanastaje, work life balance akuelewi, unawaambia kitu gani? Kwa sababu wakati wewe unafanya kazi ana kama yuko kwenye hobby, wasema mbona wakati yeye ndo anaishi hapo eh, yeye ndo anaishi. Kwa hiyo yu ukiweza kubatika kuingia kwenye hiyo level na feel kitu kizuri. Na amsure kuna watu kama kina Oprah Winfrey ambao ana alikuwa analipwa na kata ajili kwa ku maka alikomo, alikomoditize umbea ni kuna jinsi alivyo komoditize umbea. Kwa hiyo she was very she was very happy kwenye po, nini zi wanaita Oprah siku kwenye studio. Anapiga story tu na watu, analipwa big time. Kwa hiyo sijui si kiwelu una hobi gani uitafutie uikomoditize, ili sasa waze kulipwa. Kwa hiyo ndo ilikuwa pointi saadu ya mwisho ya, ya Dan Pena kwa siku ya leo eh, mi nimependa pointi za, za Pena za leo. Leo zilikuwa encouraging, maanake zilizopita baadhi ni mipasho, mtu unapashwa vizuri. Leo amekuja ametulia leo ndio, mm. Basi mimi nishukuru sana nishukuru sana kwa ajili ya, ya, ya presentation ya leo, na niungane pia na Victoria Leonard anasema asante kwa somo zuri. CMSA wana kazi kubwa ya kutuelimisha watoke ofisini kabisa kabisa. Nishukuru na moja kwa moja, ngoja ni rashi kwenye maswali. Kuna maswali kama mawili hivi ambayo uh, ndio Andrew ameshatusaidia kurespondi.